Nena, naomba sasa hiyo yani ndio niwape wao changamoto jamani mm. Yaani hapa ukitaka kutufurahisha na uweze kupangiwa kwa haraka na uweze kupangiwa madaraja yale, hapa ndio tunapimana. Umeelewa eh? Hapa ndio tunapimana, umeelewa? Hapa ndio tunapimana kwamba una uelewa wako yale tunayokuelekeza unaelewa. Ndio hiyo maana ya kujiongeza na kujiongoza. Ehe, vitu ambavyo unaelekezwa unavishika kwa hiyo hapa kwenye hii session yetu hapa ndio, yani tuna majibu ya huyu anaweza, huyu hawezi, huyu arudi kabisa. Kama mliosikia leo, nani ameponea chupu chupu, alikuwa shambio aondoke kabisa. Neema yetu tulisema, hebu ngoja tumpe, tuendelee kumpa muda kidogo, tuangalie kama ataweza, kama hataweza, basi tumrilizi. Kwa hiyo ni hapa. Kwa hiyo hawa wanavyowafundisha nyie, basi kule mjue, yani yale ndio madini, yani ile ndio tiketi yako, ile ndio hela unayoitafuta Takapokaa hapo ukatuonyesha kama umeelewa kituo kinaelekeza nini? Kwa sababu tunachoelekeza tunacho ni mabosi wanayoyataka, si ndio jamani? Eh, bosi anataka usafishe nyumba yake lakini utasafishaje? Na maji tu. Kuna vitu vya kutumia maji, kuna vitu vya kutumia dawa na dawa kila jambo lina dawa yake kioo e, kina dawa yake. Tiles zina dawa yake. Eh, e, masinki ana dawa zake. Sasa unashindwaje kushika tu hivyo vitu vichache kwa hiyo unavishika unajua vinafanyaje kazi. Ukiwa hata mwenyewe unaangalia, kuna mavideo kibao kwa YouTube, da fulani inafanyaje kazi. Mbona hivi tu ni rahisi? Cha muhimu tuache uvivu. Nime nanii uh, dada Teddy pale anasema alivyosema tu, tunaenda kwenye madirisha. Uvivu uvivu, mkashtuka, hey, madirisha tena. Mnafikiri mmekuja kwenye nini? Hey, hey, hey, hiyo tu hiyo kwenye komenti yake zote kaongea vizuri, lakini hapo mimi nawakumbusha, acheni uvivu. Watoto wa kike naambiaga, tanueni akili zenu na nguvu zenu, sio miguu, sawa? Mimi sisi e, ni hodari kwenye kuchanua kila kitu. Nafikiri ni cha kuchanua miguu. Nakuja baadaye ndio kichaka kinawaka moto. Naanza kutafuta pa kukimbilia. Sasa sisi tutanua akili na nguvu e, umesikia, kuna madirisha Hongera sana dada, uliyekimbilia madirishani huko kwenda kuanza kujifunza, lakini na wengine jamani, ndio mwendo huo, pambana. Ukifanya kazi utapata hela, ukipata hela hakuna binadamu akukusumbua. Yaani ukiwa una Mungu na una hela, unaishi vizuri hapa duniani eh, utakuwa malkia, sinaelewana Eh, lakini usidanganyane, una Mungu alafu umekaa tu hivi, ni uongo, wale ni mastressi tu Mtu anayekwambia na Mungu halafu yeye mwenyewe ajiwezi, uongo. Mungu lazima asema u, u, yani yeye ata kila kitu, si sindio? E, usisumbukie si ndio, fanya kazi ile, yani kwamba ameshasema fanya kazi u, ukifanya kazi utapata mabosi u, ukifanya kazi utapata, yani utapata hela. Sasa uwezi kupata hela, utamlaumu Mungu? Ufanye kazi, unapataje hela? Na yeye amesema anabariki kazi ya nini? mikono haifanyi kazi. Wewe una kazi ya kuchanua miguu tu, kwani alisema atabariki miguu inayochanua chanua? Hapana. Kwa hiyo tufanyeni kazi, tutapata pesa, sawa jamani. Miguu yako unachanua, lakini kwa tahadhari. Naangalia namchanulia nani, nakikinuka, nakwendaje, maisha yanaendaje, si ndio? Tutumie akili tulizopewa, tusiwe kama wanyama. Wanyama ndio hawana akili, sisi ni binadamu, tuna akili na tuna uwezo wa kujifunza kutokana na makosa umeshakosea wakati wa kwenda na wakati wa kurudi jamani? Uta? Utakuwa ni ujinga wako mwenyewe. Haya jamani, tumemaliza session yetu, ilikuwa nzuri sana. Nimefurahi kwa sababu mmeniambia vitu ambavyo sisi ndio tunavyowaelekeza, na hivyo ndio vitu mabosi wanataka. Sawa jamani, na hizo ndio hela. Yani nataka tu nimalize hivyo. Tunayowaelekeza tunayasikia kwa mabosi. Na hizo ndio nini? E, uwezi kwenda kumpa mtu kitu ambacho hataki uende nyumbani uje nyumbani kwangu ufanye unavyotaka wewe? Hapana. Ila ukija kwangu ukanisikiliza, ukafanya navyotaka mimi, nitakupa hela na si nitataka kukupoteza kwa hiyo. Tumewapa mbinu za kupata hela, au kwa maneno mengine tumewapa hela. Sasa kazi yako uamue, uchukue hela au uache hela, si ndio? haya jamani, mimi nimemaliza. Nafikiri mnaweza mkaendelea na ratiba nyingine, labda kama una la kumalizia ofisini Um, nimependa kwanza juhudi zenu, mna juhudi sababu, hakuna mtu aliotoa sifa mbaya kati ya mtu wa usafi, shefu, hakuna mtu ambaye amewasifia vibaya, kila mtu anasema kwamba mna nguvu ya kupambana, mnaonyesha njia. Sasa hapo po kwenye mkazo, jamani, vinoti buku muhimu. Yani hivi swala vya kuvinoti, hakuna kitu kizuri kama kitu cona kinoti sumbufu unapokuja mimi kunisumbua mi nataka kujua kitu fulani hivi. Hapo kwenye usafi, kama ni hivi dada usafi mko naye, ni vizuri kumuuliza, maana kuna dawa nyingi, kuna dawa za kusafisha kama kuna siku mara amesema kuna dawa za kusafisha makochi, muulize mfuate na mda wako, eti kuna dawa hivi na hivi na hivi, kwa sababu si kwamba litatokea wewe kesho hapo hapo yale makochi toka alivyosafishwa na dada Sauda. mm. hakuna dada mwingine ambaye amesafisha. Unaona sasa? Eh, we Sauda, Sauda alikuja hapa, ndio. Nilikuwa siko kwenye session gani. Kaambia. Okay. Kuna dada alikuja hapa, eh. Akasafisha, mlinisikia nyie. Mm. Wewe kina shani. Basi dada mwenyewe ni huyo hapo. Alikuja hapa. Akasema madam, haya makochi tunatakiwa tupate dawa fulani. Ndio. Mimi nikampa hela akanunua dawa. Makochi yale meupe yalisuguliwa, yalitakata. Naomba kabla ujapangiwa kazi utusafishe na wafundishe mm. Pia kusafisha makochi ya vitambaa mm. E, najua hiyo kazi nilikuwa sijampa Tedi kwa sababu Tedi alikuja na vitengo vi, ni vingi, alikuwa hajafika kwenye hiyo, lakini kwa kuwa upo, naomba hiyo hui. E, ne, ni hicho pia ndio cha kukazia cha muhimu sana. Ukiona kitu chomba kwa ufosiwe, fulani ukafanya hivi majani umeona wewe jitu mabana, mimi anataka kunini? Yule mwingine atapata hamasa. Hapo mbona fulani anafanya? Mimi nikafanya. Yaani, yaani kila mmoja awe kioo kwa mwenzie anachokiona mwenzi hivyo kwa mwenzake. Um, passion shauku mm -hmm. E, muwe mna shauku ndani yenu kwamba mimi nina na lengo kwa kwa ni ni hamjui, hamjui kuna hiki kuna na hiki njoo ofisini, ofisi ziko wazi, ofisi zenu kwa ajili yenu Nifuate mimi mfuate Akila, mfuate Happy Glory wako pale bana, kuna hiki na hiki. Mimi nataka kujifunza kwenye pale, mada muliongea hiki na hiki na hiki na na, mimi nataka nielewe ni, ni zaidi. Tutakuelewesha, tupo kwa ajili yenu. hmm. Karibuni sana. Haya, liston, kwa nini mabosi wanarudishaja wadada? Unakaa sana ofisini. Kwa nini mabosi wanarudisha wadada? Yaani kama bosi akichukua dada yani, naona anapiga simu kule ofisini analalamika kwa nini uh, kwa sababu... kusa... kwa, kwa sababu uh, wadada wengine sometimes hawajielewi uh, hawana knowledge wanapenda kusumbua mabosi so kila sabos akiona kama huyu anapenda kusumbua sisi aka mabosi ana watoto mpenda ku like, kama ukimwacha mtoto maybe uh, maybe nne kaa kufanya usafi, ajibu mwache mtoto, sijui ananenda kuchezea moto, mtoto ataungua aje, akifa? Hiyo ndio hiyo ndio swali na jibu nishapewa. So utabidi uwe makini kama ukipangiwa, ukienda kwa mabosi kama ana mtoto hana wetu nini, ueshimu tu mabosi, mm -hmm. u, nini, like, like mpendele bosi mm -hmm. Uka, kama mtoto ukae naye ucheze naye upate muda, ndio hivyo. Haya jamani, huyo ndo huyo <laughs> ndo second born second, second born wangu <laughs> hey, anakaa kazini anajua mama na baba wanatafutaje hela Eh, sio baadaye waanze kusema hakuna kazi eh? Kazi zipo kwa mabosi eh, ndio hivyo kaka. Ofisini haukai, sasa hivi unafanya nini? Kazi ya getting, ndio hivyo, kwani sio kazi? Wewe sema sasa hivi unafanya kazi gani? Kwanza ulianza toka umemaliza umemaliza darasa la saba eh. Ilikuwa mwezi wa ngapi? Ilikuwa mwaka jana mwezi wa wa tisa, Septemba jamani, ya Septemba wa tisa. kamaliza la, la saba ba, Baada kumaliza la saba umekuwa na, na program gani? Sasa nilipomaliza la saba mimi nilikuwa nasema, ah, kwa nini mimi pia nisifanye kazi ya kula usini nikawasaidia. mm -hmm, kwa sababu watu wa usini kula yani tuko wachache sana. mm -hmm. so niliposikia kwamba nitalipwa nikasema, ngoja <laughs> niingie kazini, iikaa nalipwa niingie kazini. So nikafanya kazi nikawasaidia tangu yani, tangu yos... nilivyomaliza tangu, ni mtihani wangu ilikuwa siku mbili then kama, kama wiki iliyopita mm -hmm. ndo nikaanza kazi mm -hmm. so nikafanya kazi tangu mwezi wa tisa mpaka mwezi mm -hmm. wa kumi na mbili okay. Ulioisha. Okay. Then sasa hivi naendelea tu kufanya kazi, amenipa okay. tu kazi ingine kwa sababu mm -hmm. naona kama sijui nisemeaje. Ulikuwa kule ndani ofisini, sasa hivi unafanya kazi nyingine ipi? ya getini, ya getini gatekeeper <laughs> Yes. Okay. Kwa kazi yako ni kufungulia wageni wote wanaokuja, sota so, hata kufungulia kuwakaribisha, kuwakaribisha sio, uh -huh. tu kufungua geti ni pamoja na kukaribisha, kuwakaribisha wageni, uh -huh. kuuliza pia maswali, yametokea wapi? yametokea wapi? wana umri gani? uh -huh. wana elimu gani? uh -huh. wana experience gani? wana experience gani mm. na wanakuja huku kwa ajili ya nini? hiyo yote unafanya vizuri yeah. Okay, so vipi sasa hivi tuko Januari, plani ikoje eh, kwa sababu naanza kufungua shule. Nafungua shule ndio lini? Tarehe 13. Okay. Sasa hapo kazi tu itaendelea kwa sababu nikitoka tu shuleni naweza mm -hmm. kufanya kazi kama nimepewa kazi ya mwalimu, nikimaliza nitaendelea tu na kazi yangu ya funguo ofisini. Okay. Endelea tu kuwasaidia inaoda hiyo dada sent endelee kuwa inlevea na kuwa, naishi milele naishi milele. Wow. Hmm. Aya, mwanangu, aya umetisha jamani, jamani tumelea, yeah, yeah, yeah, yeah. Eh, tunalea eh, sio tu aenda, uh, akajaze tu ma information kichwani haja amalize shule aanze kutuambia hakuna ajira hakuna ajira, ndio nini? Ndio hivyo, aanze afungulie watu geti, apate experience. Mbona amekwambia sifungui geti? Nauliza maswali, umeona? eh, ee, mgeni katoka wapi, amekuja kwa ajili gani, ana experience gani, ana nini? Ndio hivyo, mtoto unamlea kulingana na mazingira, si unaelewa? eh, yani sisi tuna ile kawaida, unajua tumezalisha sisi wenyewe watoto wanaosema sio, hamna ajira, hamna ajira Hawa hapa sijui kama atakuja kusema eti wao kwa sababu hajapata kazi wizarani serikalini aanze kusema hamna ajira. Okay. Sio kweli. Yaani sio kweli. Huyu atatafuta kazi yoyote hata ya kubeba zege. Yeye, okay, ninamwambia, na, na naambia ukikosa kazi hata kama mtakuja mkakosa kazi, mkizembea kampuni ikafa. Sisi kama hatupo. Mwende mkabebe zege. Tutakuwa ni ujinga wenu. Lakini usiwahi kulala njaa ukasema serikali hakuna ajira, wewe ni upumbavu. Kwa hiyo unaona yani, ukimsikiliza unaona kwa umri wake kuna kitu kinaanza kuingia kichwani, akiendelea na yeye experience, mpaka akija akifika miaka kumi na nane huko ishirini, jamani atashindwa kufanya eh? Anakuwa, anakuwa mbali. Ndivyo tunatakiwa tu, kulea watoto. Nawambiaga hata kuna wamama wanakuwaga si single mama, unakuta anapika ni, ni mpishi. Wewe, hmm? unaenda kupika unaacha mtoto wako nyumbani ni mtoto kama hata umri huo, anakuja kupika mm, anatakiwa aoshe masufuria. Anayerekodi video, saa nyingine kama chichi hayupo, ni nani nani anarekodi? Lincoln, eh? na sio Lincoln, hata huyu anarekodi. Wanatakiwa wajifunze kazi. Mimi wakati nakuwa kwetu, mamaangu alikuwa anapika mbege, sasa wao mbege yao ndio hii kwa dada senta, umeona eh, alivyoelezea kwa nini dada anarudishwa? Ameelezea ana vizuri sana dada, huko huku mtoto yuko kule, ina maana hicho kitu kishaingia kichwani, anashajua mabosi wanacho taka. hakikuwa hivyo, baadaye hawezi kuja kusema hamna ajira eh. Watu waache uvivu, wafundishe watoto, sio tu kwenda kuwabwaga watoto ma boarding school, mtoto kaanae. eh wewe wa boarding school sijui ni wewe message senti na nani mwingine ana boarding school. Mkipata chance, mkianzisha biashara zenu, kaeni na watoto wenu aende shule akasome hizo dalili za kusoma, lakini arudi aanze ku exercise biashara ya mamako, hata kama ni ya mama ntilie, hata sui kama ni nini, akae pale na yeye ajenge uzoefu. Tunaelewana jamani eh? Wewe ni mfano, siwashauri kitu ambacho sifanyi. Naona watoto wangu na kazi hizi ninazofanya, na wao wanafanyaje? anafanya kidogo kidogo, anaendelea, anaendelea, anaeleea. Mimi sitarajii kama watakuja kushindwa kuishi, tumeingia kwenye experience za maisha. Sasa mimi nimependa aliposema kwamba alivyoambiwa atalipwa. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> Yani akapata <a>, moyo, <laughs> na akafanya kazi, na amesema shule ikifunguliwa, uh -huh. akirudi, uh -huh. ataendelea na kazi yake. Usije ukafikiria kumfuta kazi, hapana. Akirudi <laughs> kasema atafanya kazi za mwalimu, uh -huh. zile za homework, akimaliza anaendelea na kazi yake. Usifikirie madam kumfuta kazi, hatuwezi kumfuta kazi na imani. Mshahara wake kasha upigia bajeti <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> mshahara ni mzuri sana. utabaki pale pale Ah, amna utafungua kidogo, anajua kuoji. Kwa hiyo wewe ulimkuta getini, hebu mpe hiyo kwanza. Kao kumbe, <gumia> kweli, kumbe anachokisema ni kweli. Ni kweli. <gumia> <gumia> eh eh. Nimekuja ngambo, umenisahau, unifungulie. Eh eh. Mimi ni fulani. Ngambe, nikamwambia mimi sawa, anambia eh, hebu nikumbushe ngapi, <gumia> tulikuwa hapa jamani, mwezi gani ule mpaka tukala keki da saa saba. Eh <gumia> uh eh. -huh. Anasema okay. Amekukumbuka. Eh, ingia na tena nikamtajia jina. Eh <gumia> uh <gumia> eh. -huh. Kaenda kilimpa kafika kwenye ngazi akasahau. Kanambia na tena. Akaeleka ofisini taarifa mwashe, hapo hapo hapo hapo. Ni mwendo wa makavu laivu. Unakwaga wapi? Umesikia wateja wanalalamika, unakila kufungua geti

<laughs> mm -hmm. A kwa sababu so, jamani haya no, tunashukuru haya no. Mwanangu eh. <laughs> Kweli nimekuza haya jamani <laughs> Mwe na jioni njema ya haya, yeah.